Kesi inayomkabili mwanaharakati Mange Kimambi imeahirishwa mpaka hapo Januari 28 kufuatia upelelezi wa kesi hiyo kutokamilika. Kwa mjibu wa taarifa zilizotolewa awali na Mange Kimambi, aliripoti kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii kwamba amefunguliwa kesi ya uhujumu uchumi na serikali ya Tanzania. Kwa mjibu wa taarifa ambazo zimeifikia mezani hii leo, ni kwamba mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeahirisha shauri hilo mpaka pale Januari 28 2026. Kesi ya hujuma wa uchumi namba 00021172 mkwaju ya mwaka 2025 ambayo inamkabili mwanaharakati Mange Kimambi baada ya upande wa mashtaka kueleza kuwa upelelezi wa kesi hiyo na shauri hilo bado haujakamilika. Shauri hilo lilipelekwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mbele ya hakimu mwandamizi Hasani Makube. Siku ya Disemba 4, 2025. ambapo upande wa jamhuri uliomba tarehe nyingine ili kuendelea na taratibu za upelelezi wa uchunguzi katika shauri hiyo. Upande, makamani, upande wa utetezi haukuwa na wakili mahakamani, jambo lilomfanya hakimu Makube kuagiza upande wa mashtaka kuhakikisha upelelezi unakamilika kabla ya tarehe iliyopangwa ili, ili shughuli liweze kuanza kusikilizwa. Kwa mjibu wa taarifa zilizopo ni kwamba mwanaharakati huyo Mange Kimambi anakabiliwa na shtaka la utakatishaji wa fedha kiasi cha shilingi milioni 138, akidaiwa kujipatia fedha hizo kati ya Machi 1, Machi 31 2022 jijini Dar es Salaam kupitia kufanya kazi ya uandishi wa habari bila kibali pamoja na kutumia vitisho. Shtaka hilo limetajwa chini ya kifungu cha 12 kifungu kidogo cha kwanza D na kifungu na 13A hey, cha sheria ya utakatishaji wa fedha sura ya 423 ya mwaka 2019 likihusisha pia na masharti ya sheria ya uhujumu uchumi.